Karibu mpenzi mtazamaji, na usikose kuungana nami hadi tamati mwa taarifa zetu. Naitwa Khadija Mwinyi. Maelfu ya watu wanaotegemea kivuko cha feri kwa shughuli zao za kila siku wamekwama baada ya msongamano mkubwa wa watu pamoja na magari kushuhudiwa mapema hii leo. Shirika la feri limepatikana pabaya baada ya feri tatu kati ya nne kuharibika. Ilikuwa ni mwenye nguvu mpishe, walioathirika zaidi wakiwa kina mama na watoto wa shule ambao wengi wao walilazimika kusitisha safari zao na kurudi nyumbani. Kadzo Gunga alifika katika kivuko hicho na kutuandalia Taarifa ya hali ilivyokuwa. Asubuhi ya leo kumekuwa na msongamano usio wa kawaida katika kivuko cha feri. Feri zinazoonekana kuendeleza shughuli za usafiri hapa ni mbili pekee. Moja ni MV Nyayo iliyo na uwezo wa kuvusha watu pamoja na magari huku MV Likoni ikiwa inavusha watu pekee kwani lango moja la feri hiyo limeharibika. Panda hivi. Kuna wiki iliyopita, yani wiki nzima hii feri hii, mimi mwenyewe nilipata masaibu hapa. Jumamosi, tulivuka tukienda, tunaenda jumuiya ya kaunti. Hii feri tulipoingia ikapiga round about mbili. Mwisho tukatangaziwa kwa magari yote yatatoka kwenye feri hii kwa reverse. Hali ya feri hiyo kufanya kazi na mlango mmoja imeshuhudiwa kwa zaidi ya juma moja sasa. Msongamano huo ulizua hisia kali kutoka kwa baadhi ya viongozi na wakaazi wa kaunti ya Mombasa huku kamishna Nelson Marwa akitaka mkurugenzi mkuu wa usimamizi wa shirika la feri kuondoka madarakani. Shida si kwamba kuna feri. I want to confirm that to you, feri zipo, lakini there is a very big problem na nimesema hii shida, yani hii shida ni mara ishirini, there is a very big problem at the ferry management feri ferry zilikuwa mbili, tatu na kuona tatizo hili feri ziko sijui saba naoshida kila siku. Hata wakaleta hamsini hapa hakuna tatizo maintenance ndio na inaoshinda. Naibu Gavana amesema serikali ya kitaifa inapaswa kushughulikia hali hii haraka iwezekanavyo lakini mwananchi anauliza, viongozi wamewajibika kivipi? Tumezungumza na national, tumewaelezea waweze kutufanyia nini. Tatizo kubwa hapa ni management. if it is the county government let them do something, if it is the nani, central government let them do something, kwa sababu sasa hii imekuwa tafash. Mimi hata naona nikihama hivi karibuni. Wengi wamehusisha tukio hili na swala la ufisadi kukithiri katika usimamizi wa shirika la feri. MD amewekwa kwa mfuko na cartels. Yes, been pocketed by cartels. Feri zi, wanajifanya feri zimevunjika zinapelekwa dry docks na nataka kuuliza anti corruption waingilie feri. Let anti corruption waingilie feri. Aidha, Maru ametoa onyo kwa waajiri wote watakaosumbua wafanyikazi wao wanaotoka sehemu za ng'ambo ya pili ya feri. Hatutaki kusikia waajiri wameanza kufutafuta vijana kinamama kazini haswa sehemu zile za EPZ na nataka na kuomba wale watakaofutwa waje kwangu, ntawarudisha because any employer who is worth his salt must understand that there has been a crisis here. Kivuko cha feri hutumika sana na watu kutoka kisiwani Mombasa kuelekea kaunti ya Kwale na wale wanaotoka kaunti ya Kwale kuja kisiwani Mombasa ili kukamilisha shughuli zao za kila siku. Lakini kwa takribani juma kama moja hivi, kivuko hiki kimekumbwa na utata huku kikiwa na msongamano wa magari pamoja na watu, na kidole cha lawama kikielekezewa usimamizi wa shirika la Kenya Feri. Mkurugenzi wa shirika la feri Musa Hassan alikataa kujibu maswali ya waandishi, huku kidole cha lawama kikielekezewa utendakazi wake. Ni jinsi gani feri tatu zitaharibika kwa wakati mmoja na ni nani anayezembea katika kazi yake? Ile ime, ni kama imekwama pale. haitoki. Magari nikivuka ilikuwa pale pale. Kadzo Gunga Pwani TV, habari za mambao.